Tuelekee kaunti nambari tatu ambapo sekta ya utalii huko Malindi inatarajiwa kuimarika zaidi kupitia michezo mbalimbali mbali ambayo imeanzishwa katika eneo hilo hususan msimu huu wa likizo. Kulingana na mkurugenzi wa bustani ya Bantuan mjini Malindi, Ahmed Hassan, hatua hiyo itavutia zaidi watalii wa ndani na wale wa kimataifa akizungumza baada ya kukamilika ama kutamatika katika michezo ya ufukweni uliohusisha mataifa ya Uganda, Kenya na Tanzania, mwenyekiti wa bodi ya manispaa ya Malindi Suleiman Salim amedokeza kuwa watatumia fursa hiyo ya michezo kuwatembeza kuwatembe, wageni katika mbuga za wanyama. Right now we are really grateful under management mpya ya Football Federation ya Kenya ambao wamechukua mwelekeo mpya wa kuhakikisha hii game ya beach soccer inakuwa inatambulika zaidi katika taifa la Kenya. Ni matumaini yetu kwamba jambo tumeanza hizi leo, Mungu atatupa nafasi, wageni kama hawa wakija, pia tuwatukue tuwapeleke katika bichi zetu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 Nataka na kumshukuru uh, mheshimiwa kwa sababu kupitia yeye, kupitia county government yetu ya Kilifi, nafikiri nyi wenyewe mmejionea, tunajenga uh, stadium ya kisasa pale ya beach soka ambayo itaweza kuinua huu mchezo zaidi.